Niwe kama Habili, nipate kibali kwako Mungu, nipate kibali. Natafuta kibali Baba, katika jina la Yesu natafuta kibali, niwe na roho ya Habili, roho ya Habili, roho ya hofu, roho ya kutozuila. Yesu nisaidie, nisaidie, nisaidie, nisaidie. Nimeokoka lakini kuna vitu havijafunguka kwenye maisha yangu. Nisamehe Bwana, najua nimekukosea. Nisamehe Baba, nimekuwa mtu wa wivu, mtu wa kuchukia. Nikiona kgenda nafaulu, mimi nachukia. Niondolee roho hiyo, kuanzia leo niumbie moyo safi, moyo wa nyama, moyo wa utii, moyo wa unyenyekevu, ili niondoa kwenye magonjwa na mateso na ziki na shida. Yesu, nipe moyo safi, moyo wa nyama usiokuwa na hila, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali kwako, Ee Mungu wangu, nisaidie. Endelea kuomba, endelea kuomba kuc Baba, katika jina la Yesu a Unaposamehe ni Mungu, unapona na magonjwa. Unaposamehe vizuri, unapoa na magonjwa. Waondole magonjwa ya kiroho, naondore magonjwa ya kimwili, waondole magonjwa ya kimwili, waondoa magonjwa presha, ya magonjwa mengine soya watakatifu, hapana, hayazia matakatifu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Unasamehe Bwana, unapona na dhambi, unapoya na dhambi, unapoa magonjwa, unaondoa na shida. Yesu mwana wa Mungu